Jambo la tatu ambalo natakiwa kulishika na kulifanyia kazi, sio kulishika tu na kulifanyia kazi. Tumia gharama yoyote kutunza wokovu wako na utakatifu ambao Mungu amekufinyanga nao kwa upya. Mpende Mungu kwa kiwango cha juu. Hilo ni jambo la msingi sana ambalo watu wengi hatutilima nani, na wala hatuoni Bwana Yesu wasiwe sure sana tumejisahau kujitoa kwa gharama zetu, kwa muda wetu, kutunza kile ambacho Mungu ametupa, kutunza wokovu tulio nao. Tumejisahau. Ujue wokovu sio, sio jambo la kawaida jepesi kama tunavyofikiria. Ni jambo zito. Ni ni, kiwango kikubwa cha Mungu kumfinyanga wanadamu, inapofika mahali anapata wokovu, anaokoka sasa unatakiwa kutunza kwa gharama yote huo wokovu ambao Bwana amekufinyanga nao, Bwana amekutakatifu ambao Mungu amekufinyanga nao. Tumia gharama yote unayojua, tumia muda wako, tumia chochote kizuri, sio kibaya. Bwana Yesu asiwe sana na ujua utunzaji huo Ashukuriwe Mungu, utunzaji huu sio sio mpaka ushike panga umwage damu no. Ni maarifa tu na kukaa vizuri na Mungu, kusimama vizuri na Mungu, kuepuka dhambi, kuepuka mabaya. Yani ndo namna hivyo gharama. Unajua, kuepuka dhambi ni gharama, sio jambo rahisi, sio jambo rahisi kijana. Unaepuka dhambi ya uasherati na ni umekamilika huko vizuri na, na unakutana na mabinti njiani wazuri, walembo wengine wanatembea nusu uchi. Hiyo ni gharama, sio rahisi. Sasa lazima tukubaliane na hiyo gharama. Kwa nini leo vijana makanisani wanatenda dhambi kila kicha? Kwa sababu wamegoma kutoa gharama kutunza wokovu walionao. Sio vijana tu. Kwa nini leo watu wanatembea na wake za watu na wameokoka ndani ya kanisa ndani wanafanya uovu wanafanya maovu mengi na wanasema wameokoka ni kwa sababu gani wamegoma wanaona kazi kutu, kutoa gharama ya kutunza wokovu wacha dhambi ni gharama ya watu wa Mungu ni gharama sio rahisi kama ndio maana tunamhitaji sana roho mtakatifu atusaidie kwa sababu hatuwezi hii gharama ni kubwa peke yetu kwa akili ya binadamu huwezi kuibeba, huwezi kuibeba kwa sababu mwili kwanza haujawahi okoka, kama ujui hilo. Haijalishi ni mchungaji unanena kwa lugha, mwili haujawahi okoka. Usipokuwa na Roho Mtakatifu unaweza ukaingia kwenye kumi na nane ukatenda dhambi hadharani kama hauna Roho Mtakatifu, lakini kama una Roho Mtakatifu utakutana na matukio, utakutana na mitego. Unajua, mbaya zaidi shetani alivyomjinga. Au niwape wape ushuhuda kidogo. Shetani alivyomjinga. Kama ni kijana umeamua kusimama vizuri na Mungu. Anawatumia mabinti wazuri kuleta ushawishi. Mabinti wazuri, wakati mwingine, kuna watu huyo binti wanamgombania wengine. Wengine wanapigana na ngumi. Halafu shetani alivyomjinga anakuletea wewe binti mzuri anakuja anakuambia anakupenda, ambapo nikiangalia wengine wanapigana kwa ajili yake wanagombana kwa ajili yake. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa hapo inahitaji gharama. Kinachowindwa sio kwamba anakupenda, ni adui amepata nafasi kwako, akujaribu kwa njia hiyo ili akudondoshe. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya! Watu walio na misimamo watu ambao wamekubali kutembea vizuri, ndo wana majaribu mengi ya dunia ya kimwili, wana majaribu mengi sana. Sasa usipokubali kusimama na Mungu ukaamua kutoa gharama hiyo, utajikuta ni mtu wa kudondoka. E, Mungu sijui ni nini, nini, nisamehe hivi na hivi. Mtumishi mmoja akasema, utajikuta ni mtu wa kutubu kila siku juu ya kosa lile lile. Unaanguka na binti leo, uh, umesimama unaanguka na binti kwa sababu gani? gharama imefika mahali, gharama inakushinda. Kubali kutoa gharama, kutunza wokovu ulio nao, na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ukimsii Roho Mtakatifu atembee na wewe, Bwana Yesu asiwe sana. Unajua Roho Mtakatifu akiwa pamoja na wewe, hata mtu aja kushawishi namna gani, hata itafika mahali kiwango, sasa unataka kukifanya hicho kitendo unashangaa Roho Mtakatifu anagonga kengele, amani ndani ya moyo inatoweka, kama ni nguvu naishiwa. Bwana Yesu asiwe sana na hutaendelea tena. Unaweza ukashangaa nguvu ya kutembea huna, huna uwezo, unashangaa akili haifanyi kazi, unashangaa ma... Roho Mtakatifu anakuepusha na hayo, lakini ukiwa unaenda kichwa kichwa, utakuwa ni mtu wa kudondoka, unainuka utaanza kujifariji na kandiko kale, mwenye haki uanguka mara saba uinuka. Utaanguka eh, unakufa moja kwa moja, unashindwa kuinuka tena. Telling you bali kutoa gharama kutunza kile ambacho Mungu alichokufinyanga nacho. Tunza namna ulivyotengenezwa na Bwana, tunza namna ulivyofinyangwa na Bwana, jambo la msingi la kuelewa na kulitambua sio jambo rahisi, sio jambo rahisi, najua ni, nzi, ni kitu kizito, lakini unatakiwa kutunza. Kubali kutoa gharama, kutoa muda wako, toa muda wako na Mungu. Na mtumishi mmoja anasema kwamba kati ya kitu kizuri na kitu cha faraja kuliko fedha wala nini, ni mtu kupatikana kila wakati nyumbani mwa Bwana. Mfano, kuna watu wengine hawaendi kanisani, wanatuma tu sadaka na mafungu ya kumi Mtumishi mmoja akasema, Mungu akamwambia huyo mtu mwambie asitume hizo sadaka zake wala mafungu ya kumi kama, ha, anaona hana muda wa kuja kumwabudu Mungu. Wapo watu wa namna hiyo, nasema mita mitafuatilia tu mtandaoni, amegoma kutoa gharama. Kwa hiyo utamwabudu Mungu mtandaoni? Sio, unakuta mtu wa muda hana muda wa ibada, yuko na mapambano huko na huko na anasema anafuatilia mtandao. Wewe weweje ibada utamfanyia lini Mungu? Hmm. Kwa sababu hatuendi ibadani hatuendi ibadani hatuendi kanisani au kwenye mahema ya Bwana kukutanika kuhudumiwa tu, bali tunaenda kumfanyia Mungu ibada. Inapofika swala la kumsifu Bwana, unapomsifu Bwana hiyo ni ibada ambayo unaifanya unapoabudu. o unapo unapo ni ibada. Huko kuhubiliwa ni kwa ziada hata sio lengo la ibada, ni kuongezewa tu maarifa ya namna ya kumwabudu Mungu, namna ya kusimama na Mungu, lakini watu tumegeuza, tume kwa desturi ya kwamba ah, hivi Bwana Yesu asifiwe sana. Luka sura ya kumi mstari wa ishirini na saba neno la Mungu linasema hivi. Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na jilani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwana sheria mmoja alimuuliza Yesu, ni amri gani? Ni sheria gani ambayo natakiwa kuishika? Anamuuliza, mwalimu, ni nini nifanye ili niweze kurithi ufalme wa mbinguni? Akamwambia, unachotaka kufanya ukiisha okoka, maana ya ukisha finyangwa na Bwana, unachotakiwa kutoa gharama ya kumpenda Mungu wako. Gharama zinazotajwa sasa, nguvu zako, akili yako na mali yako, kwa mali zako, kwa akili zako zote, nampende jirani yako kuliko nafsi yako. Hizo ni gharama ambazo zimetajwa, gharama tu ndo zimetajwa, ambazo unatakiwa kutoa. Kutu habari ya kumpenda Mungu ni gharama inapozungumziwa nguvu zako, maana yake na kutoa kutoa nafasi, kutoa muda kwa ajili ya Mungu. Inapozungumziwa mali, fedha ulizonazo, ifike mali zifike huko zi, tayari kutumia kwa ajili ya, ya Mungu. Akili ulionayo iwe tayari kuumiza kichwa, namna gani mungu anatukuzwa. Hizo zote ni gharama. Bwana Yesu asiwe sana hayo ndiyo mambo ambayo natakiwa kuzingatia baada ya kufinyangwa na Bwana. Bwana, Bwana Yesu asiwe sana katika kufinyangwa na Bwana. Ukifinyangwa na Mungu unatakiwa kujenga shauku ya kufahamika na yeye aliyokufinyanga wakati wote, usije ukasaulika. Kuna mtu mmoja amepokea kile ambacho Mungu amekusudia akipokea leo, na nikuombe Mungu akusaidie ukakifanyie kazi na uchukue hatua ili kiweze kuzaa matunda katika maisha yako ili uweze kupata njia na uweze kupata thawabu itokanayo na kile ambacho Bwana amekufinyanga nacho. Sasa nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu asante kwa neno hili. Mshukuru Mungu kwa kinywa chako, mwambie Mungu, ninakushukuru kwa kuwa umesema na mimi, umezungumza nami Bwana katika haya ya maarifa. Baba, tunakutukuza wana wako tukisema asante, Jehova ile asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako. Kwa kweli Mungu umekuwa mwaminifu sana, umekuwa mwema sana, umetusaidia watoto wako Jehova ile, umetusaidia Mfalme mafalme, tumeweza kuyajua maarifa haya, ni kwa mkono wako na ni kwa nguvu zako Jehova, tunahakika ya kwamba wewe Mungu unatupenda, unatupenda watoto wako, ndio maana umetujulisha haya. Ee Bwana, tunaomba utusaidie kuyatunza na kuyashika, tukatembee nayo Bwana mabwana, tukawe tukayaishi ee Mfalme tukayaishi mtakatifu, tuyaishi mwamba vyote, tunaomba Baba utusaidie, wanao utusaidie, watoto wako Bwana utusaidie, Mfalmafalme tusaidie, Jehova ile kwa weza wako na nguvu zako, tunaomba Bwana utusaidie, tunaomba Jehova utusaidie, tunaomba Baba utusaidie kwa weza wa jina lako mtakatifu, kwa weza wa jina lako mwamba vyote, tunaomba Mungu Mkuu ukazidi kusimama ukazidi kuonekana mwamba vyote, ukazidi kuonekana Jehova ile Niombi letu watoto wako Bwana Mungu katusaidie, umetia jina lako lenye nguvu na uweza, nikiamini wewe umetenda Mungu akubariki na kufadhili mahali unakoenda. Kwa jina la Yesu ninatamka ulinzi wa Kristo ukae pamoja na wewe katika kazi yako. Ninatamka ulinzi wa Kristo katika biashara, huduma, familia yako na kila kitu unachokitenda. Bwana akakuongoze na kukufadhili kwa jina la Yesu. Adui hata apata nafasi kwako. Kila mahali utakapoenda unaenda kupata kibali cha Kristo anaye hai kupitia jina la Yesu Kristo anaye hai, Mungu aliye hai ambaye amekuweka hapo ulipo. Bwana akakukeuze na ukafanyike baraka na njia ya wokovu kwa watu wengine, ukatende kazi ya Mungu kwa ujasiri kulingana na kile ambacho Bwana amekupa kwa jina la Yesu. Mungu akajitukuze na kujinua kupitia wewe kwa jina la Yesu. Ukawe ni chanzo cha kuinuka kwa familia yako, kwa ofisi yako, kwa kila mahali, na Mungu wa mbinguni akatukuzwe kupitia kile unachokifanya kwa jina la Yesu. Mungu abariki sadaka yako ambayo unaitoa kwa ajili ya kazi hii, akakufadhili mahali ulipotoa. Mungu akabariki kazi ya mikono yao, akufanikishe mahali ambapo unashindwa, akufadhili mahali ambapo unaishiwa nguvu, akupe nguvu kwa jina la Yesu. Bwana atakubariki kupitia sadaka yako. Mungu ataibariki familia yako, atabariki kapu lako, atabariki unga wako, atabariki familia yako, atawafanya kuwa vichwa watoto wako kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni nakushukuru, kwa kuwa umetenda sawasawa na jinsi nilivyoomba, kwa kuwa kuomba ni kwangu na kutenda ni kwako, kwa Jehova. Asante kwa kuwa umefanya kwa watu wako hawa ambao umewakusudia leo, kwa jina la Baba Mwana Roho Mtakatifu, amen. Mungu akubariki sana, mwana wa Mungu, nikutakie siku njema. Naomba tukutane siku ya kesho, usikose, mwalike na jirani na mpendwa. God bless you so much.